Katika mazingira ya mwisho mazo, mazingira magumu, mazingira mazito, mazingira ya kila mmoja anakata tamaa katika maisha yake. Leo kila mmoja we muislamu, ukimtazama katika nafsi yake, macho yake, kiwiliwili chake, ukimtazama, kila mmoja amekwisha kukata tamaa, haamini kwamba Allah subhanahu wa taala anamtosheleza katika yale ambayo yeye yeah, anayahitaji, na ndio hapo imefikia mahala. Kwa sasa mnaona mwislamu hayuko tayari kupokea mgeni, mwislamu hayuko tayari leo kupokea mgeni, mwislamu hayuko tayari kutoa sadaka, mwislamu hayuko tayari kufanya ibada ya swala. Ukimuuliza utasikia anakuambia shehe, maisha yamekuwa magumu, kila muda wa swala ukifika najikuta niko kwenye vibarua huko niko nahangaika huku na huku mpaka muda wa swala unafika najikuta tayari napambana. Anasahau kwamba hicho kinachomfanya apambane, apoteze hiyo sifa, hasara hiyo, ni kwa sababu amekubali kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Saidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajha yeye alikuwa akiongea na wale maswahaba, wakati wakizungumza, wanaa na masala ya subra na Adamu anaitamani ya subra. Subra ni upi? Saidina Ali akawaambia, ala, tambueni, imatambua inna sabru min aliman hakika subira ni miongoni mwa matawi ya imani. Ukimwona mtu ana subira, yatazame maisha yake, yatakuwa ni maisha ya ambayo ni maisha ya imani, kwa sababu subira ni miongoni mwa matawi ya imani. Na ukimwona mtu hana imani, mtazame hata subira atakuwa hana. Ndiyo inayopelekea leo mtu akipata mtihani mdogo anaamini kwamba kuna mwanadamu ndiyo amempa huo mtihani na anasahau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anayetwambia Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam: idha ahaba allahu abdan ibtalah. Allah akimpenda mja, akimtunuku mja, Allah lazima kujaribu. Anapokujaribu, Allah anataka kukuone utamshukuru Allah au utamkufuru na ili umshukuru Allah lazima uwe na subra, ndiyo itakufanya wewe uweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishindwa kumshukuru Allah utakuwa umeingia kwenye hasara ya kutokuwa na subra. Mwisho wa siku unaamua kuingia katika maisha magumu, maisha ya wizi, maisha ya mirungi, maisha ya kuua, maisha ya kubaka, maisha ya riba. Haya yote ni hasara ya maisha, baada ya kuwa mwanadamu ameokosa subra na kwa sababu subira ya kukosa subra unakosa imani na yakini katika moyo wako. Kwa hiyo Saidina Wali karamallahu wajha alipokuwa akiwaambia, ala inna subru min aliman, hakika subra ni katika matawi ya iman. Akawaambia bimanzilati rasi min aljasadi, ni sawasawa na kichwa kwenye kiwiliwili Yani subira na imani, asema Sayidina Ali karamallahu wajhahu kwamba ni sawasawa na kichwa kwenye kiwiliwili. Akawaambia faidha butla rasi, kichwa kikikatika kwenye kiwiliwili, bala jasadi, basi na kile kiwiliwili lazima kiwe kimekufa. Kwa hiyo ukikosa subira katika maisha yako, maana yake imani imekufa. Imani ikifa hauwezi kuambiwa jambo la dini ukakubali. Hauwezi kupata muda wa kutekeleza ibada ya swala, haiwezi kutekeleza ibada ya sadaka, hauwezi kutekeleza kila aina ya ibada. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari ile subira inapoondoka, ni kwamba na imani inakuwa imeondoka, na imani ni miongoni mwa nguzo za Uislamu, katika nguzo za Uislamu imani ni moja ya nguzo katika Uislamu. Kwa hiyo unapokosa subira tayari umekosa imani, ukikosa imani umekosa nguzo katika Uislamu, ukikosa nguzo katika Uislamu unapoteza sifa ya kuwa wewe na Allah kama Allah aliyosema watakaokuwa pamoja naye ni wale ambao watakuwa wanafanya subra ndo Allah akasema inna allaha maa sabirin. Allah, Allah tujalie tuwe miongoni mwa waja watakaokuwa na subra ili tuwe pamoja na Allah subhanahu wataala. Saidina Ali karamallahu wajhahu alipowaeleza maneno hayo, akaona kuna baadhi pia wanahitajika wayafahamu na wafahamu muhimu wa subra, asema thumma rafa sawtahu, kisha Saidina Ali karamallahu wajha akajanyua sauti akatoa sauti kwa ukali wa sauti faqala akasema, ala tabua innahu la imana liman la sabra lahu, mtu yoyote atakayekuwa hana subira basi na imani inakuwa imemwondoka katika kiwiliwili chake. Allah tujalie tusiwe miongoni mwa waja wenye kuwa na hasara kwa kukosa subira na tukawa tumezikosa imani ndani ya viwiliwili ama ndugu zangu, hakika subira ni jambo kubwa sana. Subira ndilo jambo ambalo lilimfanya Nabillahi Ibrahimu alayhi assalam ndani ya moto, Allah subhanahu wataala akamponya nabi llahi Ibrahimu alayhi ssalam. Nabillahi Ayubu kilichomfanya aweze kupona maradhi yake ilikuwa ni subira. Tujitazame mimi na wewe katika imani, ndugu zangu ni wangapi tuna, tumejitahidi kuwa na subira katika nyoyo zetu katika viwiliwili vyetu, ili kuonyesha umuhimu wa subira na Allah subhanahu wa ta'ala, ili awe pamoja na sisi, na tumuombe Allah atujalie tuwe pamoja na sisi. Ndugu zangu, hakika subira, subira ni jambo kubwa sana katika Uislamu, na subira ni jambo kubwa sana katika maisha. Ukiona maharibiko ya kimaisha yanaingia katika mji, hebu watazame watu wale iwa kwenye ndoa watazame watu wale iwa kwenye biashara, watazame watu wale popote. Itakapokuwa ukiona watu wanakosana na kuvurugana na wengine kufikia kupelekana mahakamani, hebu watazame maisha yao na nafsi zao, utakuta wamekosa subra, na kwa sababu wamekosa subra wanakosa imani, na wakikosa imani wanakuwa hawako pamoja na Allah Subhanahu wa ta'ala. Sema utakavyosema hawawezi kukuelewa kwa sababu wamekwisha kuwa mbali na Allah subhanahu wa taala. Kwa sababu Allah asema waumini wa, wa kweli, idha dhukira Allahu wajilat qulubuhu, anapotajwa Allah mbele yao, kwanza nyoyo zao zinaingiwa hofu. Nyoyo zao zinakuwa katika mazingira ya kuwa tayari kwamba baada ya kuwa Allah ametajwa kinachofuata ni nini? Asema wanaposomewa sasa, waidhatuliati alaihim ayatuhum, na wanaposomewa maneno yake Allah subhanahu wa taala zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, huwa imani inazidi na wanajirejesha kwa Allah. Lakini leo imefikia mahala mwislamu na mwislamu wamekosana, ina maana ukiwaeleza wanasema mimi bana, sikiliza shekh, pamoja na yote uliyoyasema lakini mimi na huyu bwana hatuwezi kusemeshana fi dunia wal ahira. Tafsiri yake kwanza, kwenye kukosewa na kukosea, huyu tayari alipoteza kitu kinachoitwa subira katika nafsi yake, na baada ya kupoteza subira akapoteza imani ndani ya nafsi yake, na baada ya kupoteza imani amempoteza Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumpoteza Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa hana jambo lingine anaolitegemea isipokuwa anachokitegemea inakuwa ni hasara kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu anayekosa subira ajue hasara anayokuwa nayo ni kubwa zaidi kuliko anavyofikiri yeye, na wakati mwingine huwa anajiona kama yuko sawa sawa. Ama ndugu zangu, mada yetu wastalimu bisabir wa sala, inna Allah maa sabirin, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye ametangaza kwamba wale wote watakaokuwa na subira Allah ameahidi kuwa pamoja nao na sisi tunatakiwa kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapokuwa na, na subira wewe unakuwa umemkumbatia na Allah amekumbatia Allah. Tujalie tu miongoni mwa waja watakaokumbatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie na anii ili yale yaliyokuwa mazito yanayotufanya nafsi zetu ziwe nzito katika kutelekeleza yale ambayo Allah anayotaka na kukaribia ili Allah aweze kutujalia tweni miongoni mwa waja hao. audhu billahi min alshaitan rajim wastainu bisabri wassala in llaha maa sabirin baraka llahu li walakum bilqurani al-adhim. kwa sababu ya watu kukoza subra ni mara ngapi wewe mzazi umemwamsha mtoto wako saa